Nasema hivi ni ndefu kidogo. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba mbili kilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Dodoma klabu uh, ya KMC imetozwa faini ya shilingi laki tano kwa kosa la ubao kuonesha uh, wa kuonyeshia matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi, kwa maana mechi ambayo KMC ilishinda moja dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ya kwanza kabisa ya ligi kuu, na mechi na, nambari 009 9 TRA dhidi uh, ya Dodoma Jiji Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi la, uh, la milioni tano eh, kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi eh, kwa mujibu wa kanuni ya sabini na saba ibara ya tatu kifungu cha kwanza cha pili na cha tatu. Lakini mechi namba kumi na moja na Mungo moja Tanzania Prison sifuri uh, eh, klabu ya Tanzania Prison imetozwa faini ya shilingi milioni tano kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kuingia kwenye uwanja wa Kasim Majaliwa bila kufuata taratibu wakati wa mchezo tajwa hapo juu ukifanyika, okay. Eh, lakini pia uh, siku ya tukio hilo mashabiki wali, uh, waliokadiriwa kufika 250 waliokuwa wamevalia jezi za klabu ya Tanzania Prisons walifika uwanjani hapo na kujitambulisha kuwa wao ni askari wa jeshi la magereza, hivyo hawawezi kulipa kiingilio ili kuingia uwanjani kushuhudia mchezo huo. Kwa sababu jambo hilo ni kinyume na utaratibu za mchezo wa soka na kanuni za ligi, maofisa wa mchezo hao wakiwemo uh, kutoka wale wanaokata tiketi na uthibitishaji wa tiketi waliwazuia mashabiki hao na kuelekeza kuwa uh, wanapaswa kununua Ticket. Hata hivyo, mashabiki hao hawakubaliana na maelekezo hayo, ndipo walipoamua kusukuma geti na kuingia uwanjani kwa nguvu. Tukio hilo uh, ni ku, uh, uh, ni, tukio hilo lisilo la kiwana michezo lilisababisha athari hasi kadhaa, ikiwemo mashabiki wengi walikuwa eneo hilo kutumia mwanya huo uh, kuingia uwanjani bila kulipa kiingilio, upotevu wa fedha taslim shilingi laki tano zilizokuwa zimehifadhiwa na ofisa wa na uharibifu wa mashine ya kuzuia na kukagulia tiketi na pamoja na majeraha kwa ofisa uh, wa NCA, msimamizi wa kituo cha Lindi na kaimu afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Namungo. Kwa hiyo uh, wametunzwa wa, wa hiyo faini uh, Tanzania Prisons. Lakini mechi namba 13 KMC 1 Singida sifu, uh, KMC sifuri Singida moja Klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi laki tano kwa kosa la ubao wa kuonyesha matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi. Mechi ya Young Africans na Pambajiji, klabu ya Pambajiji imetozwa faini ya shilingi milioni tano kwa kosa la kuchapisha picha jongeo kwa maana video kwenye ukurasa rasmi wa klabu eh, hiyo katika mtandao wa Instagram, ikionyesha wachezaji wa, wa klabu hiyo wakifanya mazoezi gizani ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa Septemba 23, 2025, jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya ligi kuu, huku ikikosekana eh, sababu ya msingi ya wao kufanya hivyo. Timu ya Pamba ambayo ilikuwa na, na mchezo tajwa hapo juu dhidi ya Young Africans, ilikuwa haijatoa taarifa yeyote eh, kwa klabu mwenyeji, mamlaka ya uwanja wala maofisa eh, wa mchezo. Uh, ilifika uwanjani ilifika saa 12 na dakika 35 jioni kwa ajili ya kutumia haki ya kikanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi katika muda wa mchezo ambao ulipangwa kuanza majira saa moja usiku. Baada ya kufika uwanjani, ambapo taa zilikuwa hazijawashwa viongozi wa ufundi wa timu hiyo walienda, waliendelea na programu yao na kuanza kufanya mazoezi wachezaji. Uh, walifanya mazoezi gizani huku wakisikika wakitoa kauli chafu za kejeli kwa mamlaka za soka kuwa zina wahujumu wakisahau kuwa hata muda wa kuanza mazoezi ulioainishwa kikanuni, muda wa kuanza mchezo ulikuwa haujafika na kwamba wahudumu wa uwanja huo walikuwa wanaendelea na taratibu za kuwasha jenereta za taa za uwanjani. Wachezaji hao waliendelea na mazoezi yao, lakini mara baada ya taa kuwaka kikamilifu na uwanja kuwa na mwanga wa kutosha, majira saa moja na dakika nane usiku makocha waliamuru na wachezaji wao kuondoka uwanjani na walipoulizwa na maofisa ya mchezo, kwa nini wanaondoka baada ya taa kuwashwa, walisema tayari wamekamilisha programu yao. Na adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 47. Uh, bodi ya ligi pia ameweza kutoa hapo uh, tahadhari kwa watu, lakini mechi ya Dodoma Jiji na kosa lini ni klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni tano kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mechi ya ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi, kwa mujibu wa kanuni ya 77. Mechi nyingine, Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa, klabu ya Singida imepewa onyo kwa kosa la kuchelewa uh, kuwasili uwanjani, uwanja wa KMC complex kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Lakini mechi nambari 22 Mbeya City sifuri Young Africans sifuri, uh, uh, mchezaji wa klabu ya Young Africans Ibrahim Abdullah, uh, kwa maana ya Bacca, amefungiwa michezo mitano kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Mbeya City Ibrahim ame rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya zaidi na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa ibara uh, kanuni ya arobaini na moja ya ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa mchezo. Mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu Omari Mdoe kutoka Tanga ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi uh, kwa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafsiri sheria pamoja na matukio mengine. Omari Mdoe alishindwa kutafsiri sheria katika dakika ya 46 ambapo mchezaji wa Mbeya City Mateo Anton alishika mpira ndani ya eneo la penalti, lakini hakuchukua hatua yoyote. Mwamuzi huyo pia alishindwa kuchukua hatua baada ya mchezaji Ibrahimu Abdullah kucheza rafu dakika ya tatu ya mchezo. Wananchi mlitakiwa kucheza pungufu mechi hii na mechi ya JKT Tanzania na penalti tutakuwa kupewa usishie tu kucheza pungufu. Eh, na sisi tumezungumza dakika 3 tutakao kuidogosha. Dakika ya 3 tu wananchi litakao kucheza pungufu. Mechi ya namba 23 JKT Tanzania moja Azam moja. Mchezaji wa klabu ya JKT Tanzania Mohamed Bakari amefungiwa michezo mitano kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Azam FC Lusajo Mwaikenda ra, uh, rafu uh, kosa la kumkanyaga kwa makusudi uh, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 41. Lakini mwamuzi wa kati Jackson Samuel kutoka Arusha na mwamuzi msaidizi namba mbili wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafsiri sheria uh, za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira. Imetolewa na idara eh, idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania, Oktoba tatu, kwa maana jana jioni <laughs> wananchi, mnakwenda mechi mechi tano bila Ibrahim Bacca. Mkeka. Of mm. course ni mechi nyingi kwa na ni hatari pia kwa mchezaji wa timu ya taifa. Mimi nadhani hizi faini na hizi adhabu zingekuwa zinaangalia zaidi hasara na faida zinapotoka. Unajua, ukimfungia mchezaji national team player mechi tano, ni wewe umeiweka timu ya taifa hatarini. Uh, tazama mwenendo wa Ibrahim Bacca kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wiki au wiki unamuona kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Mbaya zaidi unamfungia pia na muamuzi ambaye alikuwa anachezesha mchezo huo. Kama muamuzi ameshindwa kutafsiri sheria, it means kulikuwa kuna room pia wachezaji wengine kuendelea kukosea. Umeongelea tukio la penalty la uh, Mateo Anton, umeongelea ile tukio la Ibrahim Bakari ambalo limepelekea kufungiwa mechi tano. Kwangu mimi mechi tano zimekuwa ni mechi nyingi. Angekuwa otherwise baada ya ameua au amenyonga ndani ya uwanja au amempiga muamuzi, ningesema hata nusu msimu afungwe. Angeen, ume... Lakini kumfungia mchezaji ambaye amefanya sawa, of course, ni rafu ambao muamuzi alipaswa kumwadhibu kwa kadi nyekundu. Umemzungumza eh. Ibrahim Bacca mchezaji wa national team, kadhalika Ibrahim Ame ni mchezaji wa national team. Angeumizwa uh, ama angepata madhara zaidi, H huoni kama pia taifa lingemkosa na timu yake pia ingemkosa katika michezo mbalimbali ambao wana uh, shiriki. That's why tunasema ndani ya uwanja ambapo unakutanisha wanaume kumi na moja pande A na wanaume kumi na moja pande B, kuna mtu anasimama katikati kwa ajili ya kusimamia sheria uh, zote za mpira. Kwa hiyo kama Eh, ame angekuwa anatarishwa zaidi, mwamuzi angemwadhibu Ibrahim Bacca kwa kadi nyekundu, kadi nyekundu, kitu ambacho kingemfanya Bacca am, amisi mechi mbili, mechi tatu, then anakuja uwanjani. Lakini mchezaji ambaye <laughs> tunamtegemea kwenye timu ya taifa, of course, bila kupepesa macho, Ame huyu hapa, Ibrahim Bacca huyu hapa. Nani nitegemee yani? Bila kupepesa macho, bila kuangalia huyu ni wa Yanga, huyu ni wa timu nyingine. Bacca anategemewa zaidi kwenye timu ya taifa kuliko Ame. Kwa hiyo nadhani ni adhabu ambayo kidogo imekuwa, eh, kubwa kulingana na tatizo lilotokea, rafu alioicheza ni rafu mbaya, maisha mwingine, <laughs> ya kuhatarisha maisha ya mchezaji mwingine, lakini adhabu ya mechi tano ni adhabu kubwa. Na nimekaa nimeiangalia taarifa ya bodi ya ligi iliyotoka jana, hiyo kamati ya saa sabini na mbili nimegundua kama ingekuwa inafanya kazi ipasavyo last season Simba wangemaliza msimu wamepeleka bodi ya ligi zaidi ya bilioni kumi, kwa sababu makosa ambayo tulikuwa tunaona yanaachwa ya kwenye mechi za Simba tumeyaona tu mapema mzunguko huu wa pili na wa kwanza ligi msimu. Kwa hiyo nadhani kama labda kama inafanya harambe ya kutafuta hela kwa ajili ya tuzo tutawaelewa, yani kama wanatafuta hela za kufanya tuzo, kwa sababu tuzo haikutajwa tarehe. Bodi ya ligi haishindwi kuwa na hela, lakini pia juzi, tuzo ziko wapi? Tarehe mpaka zinashindwa kupangia? Huu ndio hii ndo harambe, yani tusipepese macho Mbona juzi hapa mtaka? Pepepe macho. Timu kama Dodoma Jiji. Simba uh, milioni zaidi ya milioni. Hao ni CAF na wamekuwa na adhabu zao endelevu. Kwa nini wakati huu ambapo tunaelekea tuzo ambayo tarehe haikutaka ya kubainishwa, tunaona mechi klabu ya Dodoma Jiji imepigwa fine zaidi ya milioni ishirini, ni klabu ndogo na ukiangalia pia makosa yaliyopelekea hiyo fine, kwa sababu nisiongelea upande wa Yanga nikaonekana labda natengeneza double standard. Dodoma Jiji fine walizopigwa hazideserve, kwa sababu makosa ambayo wanayafanya hata hizi timu kubwa zinafanya labda kama wameangalia kwa jicho la karibu watafute hela then wapange tarehe tuzo, tutawaelewa mm. Sawa. kwenye upande wa mchezaji kukosea, hatuangalii huyu ni nani, yeye anafanya nini uwanjani wanapokosea. Oh, kwa kosa lile kufanywa na nia yake, jukumu lake. Yani kama Baka amefanya makosa, kufungiwa ni haki yake kwa kosa alofanya Baka au huyo mchezaji wa nani mwingine. Yani hata mechi tano ni ndogo lile, eh, ni tukio la ajali uwanjani sababu okay gani? Baka ni mchezaji wa timu ya taifa kwa yeye kasema mchezaji wa taifa na ruhusa kucheza vile ilikuwa red card, kocha yani refa hajaona, ndio maana board imeamua kumfanyia vile, kamata masaa sabini na mbili, wanachunguza vitu ambavyo hajaviona refa mbona? Kwa hiyo maana yake yule kupigwa hiyo fine mechi tano ni ndogo, ni ndogo, itakiwa hata mechi kumi sababu yeye nitokea kumvunja mtu, yani kwa bahati na mechi sababu hata kikosa timu ya taifa Mwamini tena kaitwa. Eh. Mwamini si wa Yanga. Sikachana tena, maneno magapi anacheza pale? Mchezaji kosa <laughs> akose ako, ako, ako, mchezaji mmoja fursa mchezaji mwingine sawa. Sasa wakati